Ushuhuda kwa sababu umekuwa wa ajabu. Narudia tena, aui ushuhuda kwa sababu lilifanyika kwa namna ya ajabu, unakuwa ushuhuda kwa sababu dakika hii ukiwa umefanikiwa ama ukiwa umepungukiwa, dakika hii una maamuzi ya ajabu, dakika hii una hatua ya ajabu, yaani jana ndio kama akina Yohana yaani, swala kupigwa na radi mara mbili na kutoka hai ni tukio kubwa kubwa sana. Lakini kuna mahala ushuhuda hauwi na msisimko mkubwa, kwa sababu ya aina anayeshuhudia. Yaani sisi tunategemea ushuhuda wa nini Mungu alifanya. Hatutegemei sana ushuhuda wa nini mimi nimefanya nikiwa katika hali ya kufanikiwa au ya kudhiriwa. Narudia. Sisi huwa tunahangaika na ushuhuda wa nini Mungu alifanya. Huwa hatujui ushuhuda ulio mkubwa sana ni wa nini mimi nimefanya leo nikiwa kwenye hali Ndio ushuhuda mkali sana, mkali sana. Ushuhuda mkali sana ni wa wewe kufanya, ambaye watu wakiangalia huku na kule wanasema, sio Mungu anakupenda, watu waseme wewe unampenda Mungu. Narudia tena, ushuhuda mkali sio wa nini Mungu amefanya kwako. Ushuhuda mkali ni wa nini wewe umefanya kwa Mungu ukiwa katika hali yoyote yenye kuumia vyovyote. Ako kama unaweza ukawakatia wananchi ako wakatie, ushuhuda mkali, ushuhuda mkali, ushuhuda mkali. Mungu wetu asifiwe. Ushuhuda mkali, si, si, yani ushuhuda unaokuwa na nguvu, unaokuwa na nguvu, si Mungu amefanya nini kwenye maisha yako, si wa Mungu anakupenda ana, a, Mungu anapoonyesha kukupenda wewe, ushuhuda mkali unaokwenda muda mrefu, ushuhuda mkali unaokuwa na uzito mkubwa kwenye mioyo ya watu, kwenye maisha ya watu, kwenye fahamu za watu, kwenye macho ya watu ni, ni, ni ule wa nini, wewe umefanya ukiwa katika hali hiyo ulio nayo, iwe kwamba una mali, iwe kwamba umefanikiwa iwe kwamba umeharibikiwa. Ukiwa katika hali hiyo unaongea nini? Huo ndio ushuhuda mkali unaoamsha umaana, hata na ushuhuda ambao Bwana Mungu anaweza akawa amewahi kufanya kwenye maisha yako, lakini ushuhuda tu wa Mungu aliwahi kunifanyia, Mungu aliwahi aliwahi kunifanyia kunifanyia, aliwahi, watu anajua hayo, ulipangwa na dini yako, ulipangwa na mchungaji wako, ulijiongeza tu kwa sababu kuna changa la macho likuwa nawapiga watu Mungu wetu asifiwe. Sikia kina Daudi hapa, sikia kina Daudi, sikia. Sikia eneo lingine li hapa, Daudi. Hiyo hiyo wa Samweli wa pili. Samweli wa pili 16. Samweli wa pili 16 hiyo. Soma mstari wa tano. Usikie watu ambao yuko katika hali ya utata lakini mawazo maneno reaction zake namna ambavyo anachukua hatua Unajua, huyu mcha Mungu huyu huyu, ni mtu wa Mungu huyu huyu, anampenda Mungu huyu huyu, anamtegemea Mungu huyu huyu, amemwelekea Mungu. Sisi tukiwa katika hali ya kuharibikiwa hatua zetu na maamuzi yetu, hatua zetu na maamuzi yetu hazitoi tafsiri ya uchaji wetu kwa Mungu. Na nataka niwaambie, krediti kubwa kwenye hii dunia, hii dunia itakuona ulimwelekea Mungu sana. Si Mungu alikuwa amefanya nini kwenye maisha yako, ni wewe ulifanya nini kwa Mungu ukiwa katika hali ambayo watu walikuona nayo. Kwa sababu kimsingi tunahitaji kuonekana ni wa Mungu, tunahitaji kuonekana tumejitoa kwa Mungu, tunahitaji kuonekana ni moto, tunahitaji kuonekana ni habari, tunahitaji kuonekana kuna jambo fulani tunalivuta na kulifunua kwenye maisha haya, si kwa sababu kuna mambo yanatuendea vizuri, bali kwa sababu ya uelewa wetu thabiti wa juu ya msemaji wa mwisho wa binadamu na wanadamu, nini anatakiwa atendewe ili aamue hilo jambo ambalo lilitakiwa kuamuliwa. Soma hiyo kusome, ni kusomee Daudi aliye kwenye dhiki Daudi aliyekuwa kwenye hali ngumu ambaye anasema kabla asiateswa analipotea na Daudi aliyekuwa kwenye raha. Wakati alikuwa kwenye dhiki aliwaza nini? Alikuwa na hatua zipi zinakisi vipi uchaji wake kwa Mungu? Lakini alipokuwa kwenye raha pia aliwaza nini? Endelea, Samueli wa pili sura ya kumi na sita mstari wa tano. Anasema ndio. Basi mfalume Daudi alipofika Bahurimu ndio Tazama kulitoka huko mtu wa jamaa ya nyumba ya Sauli, ndio jina lake akiitwa Shimei, ndio mwana wa Gera. Ndio. alitoka akalaani, ndio alipokuwa akienda. Ndio. tena akamtupia Daudi mawe, ndio na watumishi wote wa Daudi, wa mfalme Daudi, ndio na watu wote, na mashujaa wote, mm. walikuwako mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto. Ndio. na Shimei alipolaani alisema hivi, Ndio. Nenda zako nenda zako nenda zako, ewe mtu wa damu, ewe mtu usiyefaa. Eh, Bwana amerudisha juu yako damu yote, mm. ya nyumba ya Sauli mm. ambaye umetawala badala yake mm -hmm. naye Bwana ametia ufalume katika mkono wa Absalomu, Absalomu mwanao. Ndio. Kisha angalia mm. wewe umetwaliwa katika uovu wako mm -hmm. mwenyewe mm -hmm. kwa sababu umekuwa mtu wa damu ndio ndipo Abishai mwana wa Seluya ndio akamwambia mfalme mm. mbona mbwa mfu huyu amlaani mfalume bwana wangu? ndio na nivuke na kusii mm. nikaondoe kichwa chake. ndio mfalme akasema e, nina nini nanyi enyi wana wa Seluya? ndio kwa sababu yeye analaani mm. na kwa sababu bwana amemwambia mlaani Daudi basi ndio basi ni nani atakayesema mbona umetenda haya? mm. Daudi akamwambia ya Abishai ndio, na watumishi wake wote ndio, angalieni mm. huyu mwanangu ehe. aliyetoka viunoni mwangu mm. anautafuta uhai wangu mm. si zaidi, si zaidi Benjamini huyu sasa ndio, mwacheni alaani. Mwacheni alaani. kwa sababu Bwana ndiye aliyemwagiza mm. labda Bwana atayaangalia mabaya yaliyonipata mm. naye labda Bwana atayaangalia mabaya yaliyonipata naye, naye Bwana atanilipa mema kwa sababu ya kunilaani kwake leo. Bwana asifiwe. Hawa hawa ndio, ndio, ndio wanadamu ambao ambao nimesema kabla sijateswa mi nalipotea, nikiwa katika kuteswa nilikuwa na ukiri ambao mtu yoyote leo akiangalia anasema mfalme mfalume akiri kama hivi, mtu amlaani kama hivi. Yaani unaona ana, ana maamuzi ambayo hayana mashaka hata kidogo. huyu yu wamcha Mungu nasikie, huyu yu wamcha Mungu huyu maamuzi kama haya, kwa sababu ni, ni mtu mmoja. Daudi ana jeshi lakini baadaye Daudi anasema mpaka nanilaani huyu, sababu ni nini? kuna makosa nimefanya baada ya makosa haya kuendelea kufanya makosa, ili sasa wengine wasione kuna uhalali wa kunichezea kwa kuwa nimekosea. Daudi aliona, haui bora zaidi kufanya kosa kwa sababu umeharibikiwa, haui bora zaidi kufanya makosa kwa sababu inaonekana umekataliwa, hata hata ukifanya jema hakuna kinachoweza kubadilika. Wako watu ambao katika hali ambayo ana hakuna kinachoweza kubadilika bado walifanya kitu ambacho, ni miongoni mwa habari zenye uzito, mtu yoyote ukizitafakari, mtu yoyote ukiziangalia, ni habari yenye uzito. Mimi na wewe tunapokuwa katika utata, mimi na wewe mambo mengi hayawendi sawa sawa, nafikiri tuna tuna tukio lolote tunalolifanya kubwa kama hapa ulipo hapa hapa, nadhani unakubali wewe, kubali, unakubali kuna mambo hayako sawa na mambo hayaendi sawa. Ndio maana upo tu, ni mwananchi upo, mwananchi upo, upo. Ukimaliza kuzungusha soseji, ashari narudi mkono, ujui umeregea, umeukaza, narudi tunaenda kumwombea, kuomba kwa kwa Mungu alile kanisa kwenye kuzungusha soseji, kwenye kuuza maziwa, kwenye kuuza viatu, kwenye vyatu, kwenye ku, kazi yote unafanya mchana usiku, kwenye kulala kwako, kuna jambo ambalo lazima likuweke kwenye chati kwa majirani walioko hapo, inatakiwa likuweke kwenye chati kwa ndugu walioko hapo, likuweke kwenye chati wajue wewe ni tofauti sana na wananchi waliomo duniani, wajua wewe ni tofauti kabisa na wananchi wanaowajua wamo duniani. Narudia tena kuambia, shuhuda wowote ambao Mungu amewai kufanya kwenye maisha yetu, hautakuwa na nguvu kwa sababu unauadisia, kwa msisitizo utakuwa na nguvu kwa sababu wewe leo hii una uzito. Kuna mambo unayafanya yana uzito kuliko ushuhuda, yana mvuto, yaani yanavutia watu kukufuatilia, yanavutia watu kukusikiliza kuliko taarifa za ushuhuda waliokuwa wamesikia. Msome Daudi wakati wala, wa raha, uchanganye maandiko hapa, ili hata kama nawarushia wananchi ushuhuda mkali wakutana na maandiko wakutana na maandiko ya kutosha. Tumsome Daudi wa wakati wa raha, Samueli wa kwanza wa pili sura saba. Hiyo Daudi wa wakati wa raha, usome maandiko fulani, maandiko Daudi wa nyakati zote alifanya nini? Daudi wa nyakati zote pana raha, pana utata, aliwaza nini? alifanya nini? ona vitu vyenyewe tu hivyo vilivyokuwa na uzito wa kwamba eh, huyo hey! alikuwa mcha Mungu. Soma saba moja saba moja Samueli wa pili sura ile ya saba kuanzia mstari wa kwanza anasema ndio ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake ndio hapo Bwana alipomstarehesha ndio athiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote ndio mfalme akamwambia Nathani ndio Angalia, sasa mimi ninakaa katika nyumba ya mielezi ndio, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Ehe. Nathani akamwambia mfalme, e. Haya, e, fanya yote yaliomo moyoni mwako e. maana Bwana yu pamoja nawe e. ikawa usiku huo huo mm. neno la Bwana likamfikia lika Nathani kusema, ndio, enenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi ndio Bwana asema hivi e. je, e utanijengea nyumba nikae ndani yake okay? ndio kwa maana mimi sikukaa ndani ya nyumba e. tangu siku ile niliyowatoa wana wa Israeli katika Misri ndio hata leo ndio lakini nimekaa katika hema ndio na maskani ndio mahali mote nilimokwenda na wana wa Israeli wote Ehe. je mm. nimesema neno lolote na mtu yoyote ndio wa waamuzi wa Israeli niliyemwagiza kuwalisha watu wangu Israeli hey. Nikisema mm. Mbona hamkunijengea nyumba ya mielezi? mm. Basi sasa Mwambie mtumishi wangu Daudi ndio maneno haya e. Bwana wa majeshi asema hivi, ndio nilikutwaa katika zizi la kondoo, ndio katika kuandama kondoo, ndio ili uwe mkuu juu ya watu wangu e, juu ya Israel e. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda e, na kuwakatilia mbali adui zako e, wote e, mbele yako, ndio nami nitakufanyia jina kuu, ndio kama jina la wakuu walioko duniani. Ngwetu asifiwe. Hapa mimi ninachojaribu kuonyesha tofauti ya watu waliokuwa na uzito kwenye Biblia na mimi na wewe. Sisi siku mambo yakiwa vizuri inayoonekana ni mipango zaidi ya yale mambo yawe vizuri kwa ajili yetu sisi. Daudi, mambo yalipokuwa vizuri alifikiri ni kwa namna gani Mungu aliyesababisha mambo yawe vizuri. Mungu mwenyewe amuona anawaza, anawaza vizuri sana. Yaani, Mungu mwenyewe aone anawaza, ilikuwa ni kupapasa, lakini Mungu alifika mara akasema, ise Daudi, mimi sijawahi kumwagiza mtu nijengewe nyumba. Najaribu kuliangalia wazo ilo nalo. Wenzako mambo yakienda vizuri, huwa wanaongeza fahari za maisha yao wanaongeza makorokoro ya maisha yao, fahari za maisha yao, kwamba maisha sasa inatafika hiki kiwe vile, niwe, vile, niwe, na, ni, niwe na lala pale ni, nibadilishe gari lile, nibadilishe nyumba ile, nibadilishe nguo zile. Lakini wewe, wewe Daudi unasema Mungu, hakuna sababu mimi nilale kwenye nyumba ya mierezi, nyumba ya marumaru, nyumba yenye mwonekano mzuri, lakini sanduku lako liko kwenye nyumba dhaifu, kwenye mapazia, kwenye mahema hivi hivi. Mimi ulivyonisaresha, kwani usinipe nafasi niliweke ni sanduku lako mahali panapo stahili penye heshima kuliko ninapoishi mimi. Ukienda mbele ukamsikia sasa, anampa Mungu plan anamwambia Mungu nyumba ninayotakiwa kukujengea. Anajaribu kumshawisha abadilisha akili ya Mungu ajenge yeye, kwa sababu ni kama mwanza hajamsikia vizuri. Anasema nyumba ninayotaka kujengea ni nyumba ambayo haimo duniani, yaani hakuna mfalme tajiri, hakuna mtu yoyote duniani ana nyumba ya aina hiyo, nyumba ambayo inapaswa nimjengee Mungu. Baadaye Mungu akamwambia hapana, hutajenga wewe atajenga Sulemani. Akasema sasa, akashinda, anamuhubiria Sulemani. Sulemani mwanangu, hii nyumba nitakiwa nijenge mimi, nitakiwa nijenge mimi, Sulemani, sababu nyumba ipaswayo kumjengea Mungu inatakiwa kuwa bora kuliko nyumba yoyote iliyoko popote duniani, lakini Mungu amenizuia mimi. Ila wewe ni mtu wa akili, lakini pamoja na kwamba Sulemani wewe ni mtu wa akili wewe na huyo mungu nataka kuwachanganya. Hata kuna jambo nataka kuwaza, mungu amenikataza nisijenge mimi e, ila la amani nachora mimi, iwe hivi nyumba hiyo, vifaa matirio natoa mimi, mafundi naajiri mimi Alafu hivyo vyumba vitatumikaje? wavinanda watakuwa wangapi? waimbaji watakuwa wangapi? watakuwa naimba kwa namna gani? wakawage hivi, Sulemani wakawage hivi, ni wananchi. Maana Yesu alipokuja akasema mwana, Yesu alipokuja akasema mwana mwana wa Daudi Daudi Daudi, mimi, mimi kwa sehemu kubwa nasema Daudi kama Yohana kama Elia ni Yohana Daudi ni na Paulo nahakikishia kama wanadamu wanarudigi mara mbili duniani kama waliwahi kuwepo. Aliwahi kuwepo Elia akaja kuwa ni na kuwepo, kuwepo, api, kuwa ni Yohana nahakikishia, aliwahi kuwepo Daudi aliyekuja mara ya pili alikuwa kwa sababu Paulo, dhiki, udhia, utata, ugumu ulikuwa hautengenezi uh, uh, uh, uh, mazingira Paulo asiwe na jambo linalokuwa habari. Kipindi anazunguka hivi mtaani hivi, ana mda wa kuandika kila siku. Kuna mara alikuwa na gusa, kuna vitu alikuwa na gusa, watu habari inayozagaa anasikia wasema waliopindua ulimwengu wamekuja huku, lakini unaangalia wase mkubwa wote wale waliitiwa taifa lao. Paulo ndiye aliyeenda kwenye dunia yote. Kwa tafsiri nyingine aliyepindua ulimwengu ni Paulo, yuko mazingira huru. Paulo alipiga vya kupiga, aligusa vya kugusa, kila mahali jina lilikuwa ni Paulo, Paulo, Paulo, Paulo. Pana upako, hana upako. Paulo alifanya jaa, amefungwa gerezani, kapigwa kapigwa mikatira, amna cha kufanya. Paulo aliandika nyaraka ziliwaendea wananchi, aliandika nyaraka ziliwaendea wananchi.